Usafirishaji haramu wa binadamu uh, unahusisha kitendo cha kusairi, kusafirisha, kuhifadhi, kuficha, kwa mbinu za ulagai, kulazimisha, e, kutisha au kushawishi kwa lengo la unyonyaji. Kwa hiyo maana ya usafirishaji haramu wa binadamu sio kwa kadri ya sheria zetu tu ni pamoja na sheria za kimataifa. Hivyo tunajifunza kwamba katika maana halisi ya usafirishaji haramu wa binadamu kuna mambo makuu matatu: jambo la kwanza ni kitendo, jambo la pili ni mbinu ambayo imetumika ili kumtoa mtu sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini jambo la tatu ni lengo, na lengo ni unyonyaji. Kwa hiyo kama nilivyosema, vitendo uh, vitahusisha kwanza kumfanyia usairi kwamba mtu huyu anafaa katika hali fulani ambayo mwisho wa siku ni kunyonywa, kwamba anafaa kwa unyonyaji fulani. Na uh, nini kinachochangia watu kuingia kwenye mitego kama hii kubwa zaidi? Kwanza, saa zingine ni ushawishi, saa zingine kulazimisha. Haya yanatokeaje? Haya yanatokea kwa sababu uh, kuna sababu mbalimbali ambazo zinahusianisha mtu kuwa katika hali hatarishi, wanasema vulnerability. Mm -hmm. Yani hali ambayo ni ya kichangamoto. Mm -hmm. Kwa hiyo mtu mwingine labda kutokana na hali ya ulemavu wake, mtu anaona anaweza akamsafirisha kutokana na hali hiyo ya ulemavu, akamshawishi kwamba labda ukisafiri, eh, tukikufikisha nchi fulani. Kwa mfano uh, umesikia hivi karibuni watu uh, raia wa Kenya wanatusema sana kwamba kuna ndugu zenu wako wengi tu hapo apombaomba. mm -hmm. ni kweli sio uongo. wako wapi? wako Kenya. mm -hmm. kwa hiyo wamesafirishwa hapo kwa sababu ni watu ambao wanauhitaji wana uhitaji maalum mm. Kwa hiyo anapokwenda mtu anawashawishi kwamba utakapofika eh, sehemu fulani, na wao saa zingine hawaelewi labda kama wanavuka mipaka mm. Ehe, kwa hiyo wanasafirishwa kwa kuahidiwa kwamba wanaenda kupewa misaada na kuna shule bure, kuna mambo mazuri ambayo yanahitajika ya kwa watu wenye mahitaji maalum, lakini wanakutwa wanavushwa mipaka na hatimaye wanafikishwa sehemu mbalimbali, kama ambavyo wamekuwa wakifikishwa huko uh, Nairobi Kenya. Lakini jambo lingine mm. pia uh, ni tamaa pia e, tamaa. Kwa maana kwamba kibinadamu mtu anakuwa anatamani kwamba mimi maisha yangu nadhani nikifika sehemu fulani, kwa kusikia kwamba mimi nikifika sehemu fulani naweza kufanikiwa. Kwa hiyo tamaa ile anajikuta kwamba anaingia pia, akikutana na mtu ambaye akamshawishi twende Mexico E, Mexico kuna kazi, na ni jirani na Marekani, rahisi tu kuingia. Kwa hiyo hajui kwamba anaweza akafika kule, kwa sababu hiyo ya tamaa yake mm. E, ya kupenda kwenda sehemu bila maandalizi maalum, basi anaweza akajikuta akaingia katika mitego ambayo e, sio mizuri, na ndicho ambacho kimekuwa kikifanyika sana. Kama ulivyosikia mwenzangu amesema, vijana wengi sasa hivi wasomi, sio tu kwamba watu ambao hawajasoma wasafirishwe, mm. wasomi wamesafirishwa sasa hivi sana wakiahidiwa kwenda kufanya kazi na kulipwa milioni ya pesa sasa, na wanajikuta kwamba wana wanaposafiri, wanajikuta mm. wako labda, kwa mfano, nchi ya Myanmar. Myanmar mm. ni nchi ambayo ina machafuko sana sasa hivi, ambayo zamani kwa naita Bama mm. kwa hiyo <coughs> eh, hey, kure wanashurutishwa katika wizi wa mtandao, wanashurutishwa katika magenge ya kuuza eh, madawa ya kulevya mm. wanashurutishwa katika mambo ya Yaani sio kujiuza wao wanauzwa, mm. na hata uvunaji wa figo pamoja na usomi wake, lakini mm. amesafirishwa mm. akaenda huko Myanmar, mm. watu wanaenda kuvuna figo mm. na mtu huyo haonekani, mm. e, yeah. kwa hiyo mambo hayo ni mengi na yanatokea hasa kwa wale ambao hawatumii mm. njia uh, njia nzuri za kuondoka kiarai.